upishi wa keki kwa njia rahisi sana, sana, sana. Na kama bado hujatufuatilia katika peji zetu za Facebook na Instagram, unaweza ukatupata kwa jina la BelsFarm Kitchen. Ukiangalia, keki yetu ni nzuri, ina muonekano mzuri na mahitaji yake ni rahisi sana. Kwa kuanza, tutaanza kwa kukoti uh, tini letu la kubekia Ukifanya coating unapaka kwanza mafuta kama una Blue Band, ina nyingine, bile bile. Mafuta, una bata aina nyingine unaweza ukapaka vile vile. Utahakikisha tini yako lote limekolea mafuta kama unavyoona, kisha utanyunyiza unga wa ngano katika kila sehemu. Hakikisha unaweka unga wa ngano wa kutosha ili uhakikishe unga huu unasambaa vizuri kwenye tini lako. Nadhani unaweza kaona, utanyunyiza na kisha utaanza kuzungurusha ili unga wako uweze kupita kila sehemu mpaka pembezoni. Kwa hiyo utafanya hivyo na kisha ukiona umeridhika kila sehemu imekolea unga, utagonga tin lako ili kutoa ule unga ambao umeng'ang'ania na kisha utamwaga ule unga wa ziada na kubakiza tin lako likiwa kavu bila unga wa ziada. Utaweka pembeni kisha utachukua chombo chetu kingine na utaweka sukari. Kama una sukari ya unga ni sawa, kama una sukari ya kawaida ni sawa na kama ya kawaida na una grinder unaweza ukagrind ili iwe nyepesi zaidi. Kikombe kimoja sawasawa na gramu 250 na kisha tutaongeza mafuta ya kupikia mls mia mbili Haya hajafika robo lita, ni mls mia mbili Kisha utachanganya vizuri mpaka uhakikishe mchanganyiko wako umekolea vizuri, na kisha baada ya hapo tutaweka unga wa ngano. Hapa tutahitaji unga wa ngano vikombe vitatu sawasawa na grams 375 Kwa hiyo tutaweka vikombe vyetu vitatu na kuweka baking powder vijiko vitatu vya chai. Kwa jinsi nilivyofanya mimi, nimeweka kikombe kimoja na kuweka baking powder kijiko kimoja cha chai, kisha nikaongeza kikombe kingine na baking powder. Kwa hiyo katika kila kikombe nimeweka baking powder kijiko kimoja, na kisha utachekecha unga wako ili kuhakikisha hewa inaingia, lakini vile vile kutoa uchafu. Baada ya hapo utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako, utachanganya mpaka wa uhakikishe unachanganyika vizuri kabisa, kama unavyoona ni kukumbushe tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usipitiwe na video yetu yoyote. Utaongeza chumvi nusu kijiko cha chai, hii ni chumvi nusu kijiko cha chai. Na kisha baada ya hapo tutaongeza maziwa. Maziwa haya tutayachemsha, ni maziwa freshi. Utayachemsha wastani wa lita moja, utaweza kuweka lita moja na robo, ili asikupungukie na kisha utaanza kuongeza maziwa yako kwenye mchanganyiko kidogo, kidogo. Kwa hiyo utaweka maziwa kidogo na kisha utaendelea kuchanganya, utaweka kidogo na kisha utaendelea kuchanganya. Ni maziwa lita moja, kwa kipimo cha vikombe ni sawa na vikombe vinne vya robo lita. Kwa hiyo hivi ni vikombe vinne vya mililita mia mbili hamsini. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo tunaweka, kwa kuanza mwanzo utakuwa unaweka maziwa kidogo unachanganya. Tunaweka kidogo na kuchanganya ili kusaidia isikutengenezee mabonge katika unga wako na unga uhakikishe umechanganyika sana, wote umepata maziwa wote vizuri bila kubakiza vibonge bonge ambavyo havijapata maziwa. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa kuongeza kidogo kidogo, mpaka uhakikishe mchanganyiko wako umekuwa na uzito ule mzuri uzito wa size. Na ukiona uzito wako ni mzito sana kama hapo ulivyoona wa kwangu, nimeongeza maziwa mils mia. Kwa hiyo ukiona unakuwa mzito sana unaweza kuongeza maziwa kiasi, ili uweze kupata ile texture ambayo tunahitaji, na kisha utamimina kiasi kidogo cha mchanganyiko wako kwenye kibakuli kingine kama unavyoona, na katika bakuli hilo utaongeza kijiko kimoja cha chai cha mdalasini uliosagwa na vijiko viwili vya kahawa hivi ni vijiko vya chakula, hivyo ni vijiko vya kahawa ni unaweka vijiko viwili vya chakula, lakini cha mdalasini unaweka kijiko kimoja cha chai. Kisha utachanganya mchanganyiko wako mpaka uhakikishe kahawa na mdalasini vimechanganyikana vizuri. Utachukua ile baking tin yako ambayo tulikwisha kuiandaa, na hapa nimetumia kopo hili. Ni kopo la maji, nimekata nusu Uh, kiasi cha nusu kilichobaki, unaangalia kwa upande wa chini, ina muonekano huo. Lakini vile vile kuna glasi ambazo kwa huko chini zenyewe zina muonekano huo. Unaweza kutumia glasi kama unayo design hiyo, na kisha utaanza kumimina mchanganyiko wako kwa awamu. Kwa hiyo nimeanza na awamu nyeupe, na kisha utafuata hii awamu ya kokoa. Kwa hiyo utakuwa unamimina kwa kiwango, kiasi kidogo kidogo kwa kila aina, ili iweze kutengeneza layers za rangi hiyo ya kahawa pamoja na rangi kutengeneza Uh, maua maua tofauti. Utagonga gonga ili kuondoa hewa ambayo ilikuwa imejikusanya wakati wa kumimina na wakati wa kukoroga na ili kusaidia keki yako itoke vizuri. Nadhani unaweza kaona muonekano wake ni mzuri. Tafadhali usisahau kusubscribe, ni muhimu sana sana sana. Kisha utadumbukiza chombo chetu kwenye sufuria nyingine na kisha sufuria hii utaifunika na kuweka mkaa juu yake. Nimesema leo tunatumia mkaa kwa hiyo utatumia mkaa kuweka juu. Kwa hiyo mkaa utakaoweka utaweka mkaa, mkaa, mkaa mwingi kiasi upande wa juu na chini, kwenye jiko utabakiza kiwango kidogo sana cha mkaa. Ah, kwa wale ambao hawatumii hawa, hawa mkaa wanatumia oven, unaweza kabeki kwa kutumia oven, kwa nyuzi joto mia na hamsini za centigrade au mia tatu na hamsini za Fahrenheit, lakini muda wote wa kubeki ni dakika arobaini na tano kama ukitumia mkaa au ukitumia oven kwa hiyo kama unavyoona, utachukua baada ya dakika arobaini na tano utafungua na kisha utachomeka kisu chako kisafi kuangalia kama imeiva. Ukiangalia upande huu wa kwanza uliochomeka kimeiva, lakini ukichomeka kwa hapa katikati, unaweza ukaangalia ukaona bado haijaiva, bado ina ubichibichi. Isikuogopeshe, utafunika na kuiacha ndani ya dakika kumi na tano tena mpaka ishirini, na kisha utafunua na kuangalia tena kama imeiva. Baada ya dakika ishirini, nadhani unaweza ukaona hapa sehemu ya katikati ilikuwa mbichi, imeiva, imekauka kabisa. Ukiona imefikia hivyo, ujue keki yako imeiva na iko tayari kwa ajili ya kuteguliwa kisha utapitisha kisu pembeni ili kuiachamanisha. Utaacha kwanza ipoe kama dakika tano na kisha utapitisha kisu pembeni kuiachamanisha kutoka kwenye baking tin na kisha utaitoa. Kama unavyoona, ukiangalia keki yetu imeiva vizuri. Baking tin yetu haijakauka, haijashika kokote, imetoka safi. Na kama bado haujaangalia tafadhali usisite kwa kuiangalia. Uh, unaweza kubonyeza hiyo video inaonekana hapo upande wako wa chini wa kushoto, inakuelekeza kwa kidole ambacho daola kinakuelekeza. Unaweza kubonyeza tu video hiyo, ikakupeleka moja kwa moja kwenye video hii ya keki ya limau, ukaiangalia mwanzo mpaka mwisho.